Uu katika shughuli za wakiendelea kufanya shambulizi ama kupambana na watu hawa wabaya ambao walikuwa na lengo la kufanya uhalifu katika eneo mojawapo maeneo ya Sumbawanga. Wepesi moja unafanywa na askari na kudhibiti hali ya usalama katika eneo hilo. Lakini wakati mashambulizi hayo yanaendelea, watu hawa kumbe wamejigewa katika makundi mawili. Eh, inaonekana kwamba <tipo> kuna mmoja amejitokeza upande mwingine. Lakini timu ya Raiders maiona hapo shirika rasmi inapo. Ikiwa ni sehemu ya uwakilishi akina mama katika shughuli za majeshi. Wakamweka chini ya ulinzi, lakini wanamfunga pingu na kumkamata. Wakati wanafunga pingu na kumkamata yule ambaye anakimbilia pembeni amefanya shambulizi la ghafla. Na <coughs> hali hiyo imepeleka maeneo hayo shambulizi lilotokea. Sasa timu iliyoomba isogee katika eneo hilo, ya... <coughs> meanza, hilo kwa ajili ya aea na maana yake tayari mashambulizi yameanza, timu inaanza kwa advance kwa ajili ya kupigana na watu hawa wabaya. Mashambulizi haya yanayofanyika na milipuko inayofanyika ni baridi, ni baridi baridi, na ni salama kabisa, wala haina shida yoyote. Wanaendelea kushambuliana na mtu huyu wa pembeni, ambaye alionekana kuwa na nguvu kubwa zaidi. Timu inasogea, ina advance kwenda adui huyu na kushambulia. Askari mmoja anashambuliwa. <coughs>

Lakini timu hii imejiliwa katika majukumu mawili, wakati huyu anamsaidia huyu wa kwanza, na basi yule naye ya moja moja u. Shughuli hizi ni shughuli ambazo polisi tunakutana nazo kila siku. Unaweza kutoka nyumbani ukiwa mzima ukaaga familia, lakini ukarudi ukiwa na majeraha ya risasi, kisa kupelekwa katika gari eh, ili apate kufikishwa katika vyombo vya sheria. Timu inarudi taktika kabisa, rudi kwenye gari eh, kwa ajili ya kuendelea na majukumu mengine. Kurudi kwetu nyuma, tunarudi tunajilinda ili kuhakikisha kwamba tunakotoka haitokei shambulizi lingine lolote.